Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mwanadada ambaye huyu ni dada wa Diamond Platinumz anafahamika kwa jina la Esma Platinumz. Eh, bwana huyu Esma, kuna maneno ambayo ameyaposti kupitia kurasa yake wa Instagram, ambapo katika huu kurasa, katika comment ambayo ameiweka katika kurasa wa Wasafi ni kwamba ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba hapa bwana kuna kuna, kuna walakini. Inafahamika kwamba Diamond yuko katika mahusiano na Zuchu, lakini tetesi za za ndani ndani kabisa inasemekana kwamba Zuchu hana maelewano mazuri na Esma pamoja na Madangote. Kwa upande wa Madangote tunaona yuko neutral, lakini kwa upande wa Esma tujawahi kumuona akiwa na ukaribu kabisa na Zuchu. Kwa hiyo watu wanasemaga kwamba Esma eti, inasemekana kwamba hana maelewano mazuri na bibi Zuchu, na Esma anatamani anatamani kaka yake apate mwanamke mwingine wa kuoa. Sasa basi, ni kwamba kuna huyu bidada huko Nigeria anaitwa Diana ambaye pia ni mwigi Zaji, ambapo huyu bidada bwana alikuwa katika harusi ya Juxy na Priscilla, ambapo Diamond naye pia alikuwepo pale na Zuchu hakuwepo, Zuchu aliachwa Tanzania. Sasa basi kulikuwa kuna watu walikuwa wanasema kwamba kuna ukaribu fulani hivi kati ya Diamond na huyu bidada na mambo yalikuwa ni moto kweli kweli, kila mtu akiwa anadokeza kwamba Diamond bwana amuoe huyu binti. Naye mwenyewe pia Diamond alisema kabisa kwamba anataka kuoa mwanamke mwingine huko Nigeria. Kwa hiyo watu wakawa wamesuggest kwamba ndo huyo. Sasa kamera za Wasafi walikuwepo kule pia wakichukua content na wakampatia mike huyu bidada azungumze chochote kuhusiana na wanaume wa Tanzania, na akazungumza aka kwamba wanaume wa Tanzania ni wazuri, amependezwa nao na vitu vingine kama hivyo. Sasa katika hiyo video ambayo imepostiwa na Wasafi, Esma Platinumz, dada wa Diamond, akaja akacomment akasema kwamba ana ka sauti kazuri wa bongo mstuangushe, huyu naye pia aje Dar es Salaam. Kwa hiyo hapo wadau wakawa wametafsiri kwamba sasa hapa Esma anamaanisha kwamba kaka yake asimwangushe huyu, aoe amlete bongo. Meona bwana eh? Maana pia kumekuwa kuna ukaribu sana kati ya Diamond na huyu bidada na ndio maana kuna ngoma kule ya Koma Sava ilikuwa inapigwa katika harusi ya Juxy, huyu Diana akamsogelea Diamond kucheza naye. Ni moja kati ya vitu ambavyo vilitrend sana huko Nigeria. Meona bwana. Kwa hapa kuna page imekuja kuripoti akiwa ameandika kwamba bwana Esma anatamani mrembo huyu wa Nigeria Diana Eneje aolewe Tanzania. Diana ameonekana kuwa na ukaribu mkubwa sana na Diamond kwenye harusi ya Juxy. Hata ukitazama video nyingi zimetrend zikiwa zinaonyesha hawa wawili wakiwa karibu